Mimi kama mwenyekiti wa mkoa niwaombe na niwaandae kwamba tunaenda mwezi Oktoba kwenye uchaguzi. Sisi kama viongozi wenu wa CHAUMA tutahakikisha tumeweka viongozi, madiwani, wabunge kuhakikisha mkoa wa Kilimanjaro tunasimamisha wagombea maeneo yote. Kwa leo sitakuwa na maneno mengi, nina viongozi wengi wametutembelea. Mimi kama mwenyeji, nikiwa mzungumzaji, nitawanyima haki ya kuwasalimia. Mimi kwa leo inatosha, niseme nawapenda. Tutapanga ziara zetu kama mkoa, tutakuja kuzunguza na nyie siku za utoni k mkononi, kwa ushirikiano huo huu ukombozi lazima uje. Majungu, vijembe, matusi ni aina ya siasa za watu waliofilisika. Sisi tuna focus mbele, kuhakikisha kwamba wananchi wanapunguziwa mizigo ya mateso katika nchi yao, kodi zinapungua na huduma zinazowastahili wanazipata. Tuona sisi, mimi pamoja na wenzangu wengi, mnaona hapa tuliotoka tulikuwa na ndoto na tulikuwa na dhamira, sio leo, sio jana, sio juzi, pengine tulio wengi ni katika umri wetu wote wa maisha, tangu tukiwa wajia, tukiwa vijana, tulikuwa na hiyo ndoto na tulikuwa na hiyo dhamira ya kwamba nchi hii inahitaji taasisi imara ya upinzani kuweza kukabiliana na Chama cha Mapinduzi kwamba sisi wote tuliona na tulitambua kwamba nchi hii inahitaji mabadiliko kutoka Chama cha Mapinduzi ili mwengine aingie aweze kuleta mabadiliko na ustawi wa jamii ya Watanzania. Kazi hiyo, ndugu zetu, tuliifanya kwa dhamira njema, tuliifanya kwa wivu mkubwa, tuliifanya kwa ari kubwa, tuliifanya kwa kujitoa kwa hali na mali. Amini dhamira zetu hizo, ipo siku zitatimia. Kwa umri wetu, kwa sifa zetu, kwa haiba zetu, tungeweza kuchagua hata kwenda Chama cha Mapinduzi kwenye maisha yetu, pale tulipoamua kuanza kugombea au kuanza kufanya siasa wote mimi katika umri mdogo ukiwaangalia kina kileo wote ni vijana Aisha Devota Moza na wengine wengi, tungeweza kuamua kwamba maisha yetu yaende chama cha mapinduzi kama dhamira ingekuwa ni madaraka, kama dhamira ingekuwa ni maslahi binafsi, lakini tulikataa, kwa sababu kwa umoja wetu, kila mmoja kwa wakati wake madhubuti iliyo imara ya kukabiliana na Chama cha Mapinduzi.